Naam, upasuaji wa miili ya vijana wawili waliopigwa risasi na maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya Jumatano mjini Emali, kaunti ya Makueni unafanyika leo katika hospitali ya Kilome Nursing Home. Kufikia sasa hakuna aliyekamatwa kufuatia mauaji hayo. Michael Mutinda yuko katika hospitali hiyo na tunaungana naye moja kwa moja atuarifu mengi kutoka kaunti ya Makueni. Naam, asante sana uh, Nimrod, na kupata kwa njia mufti kabisa nikiwa kaunti ya Makueni katika mji wa Emali uh, na hapa nyuma yangu hiki ni chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya Kilome ambapo ndipo upasuaji wa miili ya vijana hawa wawili ambao walipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa polisi uh, Jumatano iliyopita wakati wa maandamano ya Gen Z waliokuwa wanaandamana kukumbuka wenzao waliouawa mwaka uliopita, waliweza kupigwa risasi hapo na kuuawa, na miili hiyo imekuwa ikihifadhiwa hapa, na mwili mmoja ni wa Gason Mutise wa umri wa, wa miaka 33 na mwili wa pili ni wa Makao Mwaluko ambaye ana umri wa miaka 23 ambao walipigwa risasi za kifua na hii leo tutakuwa tukibaini kutoka kwa wale uh, wanaofanya upasuaji huo, tujue haswa kuhusiana na kini kilichopelekea kufa kwao. Na hapa niko na familia ya, ya Makao Mwaluko ambao wamekuja hapa. Labda uanzie na jina mzee, na utueleze wewe kama familia, labda uh, mauti hii ya kijana wako, ulipokea vipi? Anzia na jina. Mauti ya kijana wangu niliipokea mwendo wa saa mbili za usiku huo, wakati wa Jumatano. Sasa nikawa siwezi. Nikakuja asubuhi yake ndio nikakuja, nikaangalia mwili mahali alikuwa amelazwa, nikakuta kwa kweli ni kijana yangu. Kutoka hapo kijana tuka nikamhifadhia, nika kwa mwili mahali inahifadhiwa. The, the, the other day nikaenda kwa nini, kwa kwa MSD nikaandikisha report, kwa kutana na watu wa IPOA. The other day on Friday tukaenda um, kwa kwa ngolo wake tukaandikisha report na watu wa IPOA. Kwa hivyo leo tuko hapa chumbani cha cha kuhifadhi maiti, tukitaka kutoa mwili upasuliwe ndio tuwe haki chenye kilitendeka kwa kijana yetu. Oklabda okay. La, la, labda siku hiyo mtoto wako ali, ali, ulikuwa unafahamu yuko kwenye maandamano, na labda uh, ulipata hizo habari kivipi? Habari zenye ulipata. Kijana wangu alikuwa mbali sana kwa haya kwa, kwa maandamano sababu asubuhi yake alishinda nyumbani akifua nguo mwendo wa saa 9, akatokea kule, kutokea tu ndio alipata na, na na mauti. Mm -hmm. Eh. La, labda polisi wamewambia nini kuhusiana na kupigwa risasi kwa hawa, mlipokuwa mnaandikisha ripoti pale, sasa walisema walikuwa kwa, kwa, kwa nini? Lakini wakati tuliandika ma statements, kuna wenye waliandika statement mahali kijana wangu alikuwa hakuwa kwa maandamano, alikuwa mbali sana sababu gari yenyewe iliyopiga risasi ilikuwa inapita tu, ina patrol tu. Sasa kijana wangu hakuwa anapikwa risasi, lakini kuna mwenyewe alikuwa anapikwa risasi alikuwa anawapiga na, na mawe. Sasa kijana wangu kule kuzuiliwa hivi ndio akapata hawa mahututi ya risasi. mm -hmm. Yeah. La, la, labda kama uh, mzazi, labda wito wako ni upi kwa serikali kuhusiana na mauaji ya vijana ambao wanashuhudiwa katika taifa zima? La, wafuate justice wafuatilie justice kuhusu hao mauti ya kijana yangu. mm -hmm. Yeah. Labda tusikie mwingine hapa Nimrod kabla yatumalize, huyu ni naambiwa ni kaka yake mkubwa, anzia na jina, utuelezee kuhusiana na tukio hili. Okay, kwa majina my name is Victor Mulwa. Eh, niko na huzuni sana kwa kumpoteza ndugu yangu ambaye nilimpenda sana nilipokuwa eh, sehemu za vika nilipigiwa simu na sister yangu. my sister called me. Akaniambia kuwa anasikia bro ameshutiwa. Sikuamini kitu ambacho nilisikia juh, within some, juh, ilikuwa kitu saa sa 9 niliingia nili katika TikTok niko na brother wangu amenitumia follow request na mimi sikuwangi sana active pale TikTok because nilikuwa nimeingia nikapatana na suggestion ya my brother. I liked, I like picha yake. The moment ni like picha yake ilikuwa kitu saa tisa na 30, brother wangu aka, aka, aka, aka, akanitumia follow request. Within a moment, mimi, within a moment, kitu kama saa kumi na moja hivi, ndio sasa sister yangu alinipigia simu, akaniambia amesikia, amesikia brother wangu ameshutiwa. Na nilipofuatilia hiyo jambo nikaambiwa kwamba brother wangu hatakuwa kwa maandamano hiyo siku. Alishinda amelala hiyo siku, juu mali alikuwa anaishi, alishinda amelala na mabeshe zake. Hata walimuuliza, walimuuliza leo leo leo, leo mbona utaki kutokea? Akasema yeye amesikia nje kuna maandamano na leo hataki hata kutoka ama aende mahali popote. So yeye alishinda kwa nyumba amelala. So kitu hiyo saa 8 vile alikuwa akatokea, kutokea juu alisikia maandamano yashaisha. So the moment ametokea hivyo ndo alipatana na wasee. Eh, kwa anajua kama maandamano bado inaendelea. So ndo alipatana na hizo hizo gunshots. Vile so alivile aliona gari tu imekuja. Mtu wa kwanza kushtua alikuwa huyo huyo, mtu mwingine alikuwa kando yake. So the moment aliona tu ameshtua na yeye ajini kinyo kimeendelea, brother wangu alisurrender. Just imagine alikuwa amesurrender hadi akapiga magoti; akainua mikono juu. Sasa siamini how, how they brutally murdered my brother how how mi hata siamini kabisa kabisa. Wewe kama kama kama kijana uh, na vijana wengi wamepigwa risasi zaidi ya sitini kuanzia mwaka uliopita, labda hisia uh, zako ni zipi na wito wako ni upi kwa serikali? Mimi nyama kabisa enye nchi ama mwananchi ako na haki, hata kama hata kama ni maandamano According to constitution kila mtu akona haki yake ya kutetea haki yake, na sioni kama killing killing is not the, the solution. Mbona mbona mbona uue mtu? Why why can't you arrest like my brother brother, kama kama alikuwa kama alikuwa hata kwa hiyo hiyo maandamano amesarenda, mbona umpige risasi why? Ma, ni kitu mbaya sana mi sana, mimi imeniumiza na na yuni brother wangu na nampenda sana, na sijui kama Nasikia kitu imeniumiza sana, sana, sana, sana. Sawa sawa. Na Nimrod, hiyo ni familia ya uh, familia ya Makao Mwaluko ambaye aliweza kupigwa risasi wakati wa maandamano hayo, na familia ile nyingine ya pili pia watakuwa hapa kwa ajili ya kusubiri upasuaji ili waweze kubaini nini haswa kilichotokea siku ile, na hapo, kama ulivyosikia, wameweza kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi, wameweza kuandikisha na IPOA wakiwa na matumaini kuwa haki itaweza kupatikana uh, baadaye. Kutoka kaunti ya Makueni, mjini ya Emali, mimi ni Michael Mutinda Nimrod. Asante sana Michael Mutinda, kwengine kutoka...